Katika jamii ya Kimaasai, ndoto ya mtoto wa kike mara nyingi hukwama kutokana na mila na desturi. Lakini kwa Judith Dokomolo, safari yake ya elimu imekuwa tofauti. Alizaliwa katika kijiji cha Ilelerito kilichopo tarafa ya Loliondo, wilaya ya Ngorongoro, mkoani Arusha ambako ndoa za utotoni na mifugo hupewa kipaumbele zaidi ya elimu. Kwa majina naitwa Siama Dokomolo, nimetokea wilaya ya Iloriondo hapahapa mkoani Arusha nina nimesoma primari ya Ilorienito kijiji cha Ilorienito, nikasoma sekondari ya Masagels Monduli District. Baada ya hapo form 1 mpaka form 6 nikatoka nikaenda diploma ya lab technician Sokoine University kamaliza elfu mbili na ishirini. Baada ya hapo nikaunganisha degree ya la biotechnology and laboratory science sokoine university nikamaliza elfu mbili na ishirini na tatu na after that nikajoini na world vegetable center as an intern nikakutana na bosi wangu dokta Judy as a lab pathologist lakini pia ni dokta akanitrain mengi mengi kuhusiana na labu nika be more expert na more competent kwenye masuala ya maabara. Kwa sasa niko kama lab technician World Vegetable Center. Amesoma katika shule ya msingi ya Ilerito, kisha Masai Girls iliyopo wilayani Monduli, akipambana na changamoto mbalimbali. Imani za jamii yake bado zinaonekana kuwa kikwazo kwa mtoto wa kike. Changamoto kwa jamii yetu kusoma kwa mtoto wa kike, lakini mimi ilitokea bahati nzuri nilizaliwa nikalelewa, baada ya miaka kama mitatu au mitano, sikumbuki vizuri, nikapeanwa kwa bibi yangu. Ikawa uzuri mmoja, bibi yangu na wajomba zangu wote walisoma, hawakufanikiwa kwenda mbele zaidi, lakini at least walikuwa na elimu ya form 4. Kwao wanaelewa nini maana ya elimu. Nikapata chance hapo kusoma primary nikiwa kwa bibi yangu, sekondari nikiwa kwa bibi yangu na mpaka chuoni, ndio nikaja sasa kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa hiyo mimi challenge za nyumbani sijakumbana nazo ya kukataliwa kwenda shule. Japo mzazi wangu hawajui nini maana ya shule. Alipochaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Sokoine alikuwa na lengo moja, kuwa mwanasayansi wa so kilimo. Hili limetimia kwa sasa. Siama ni mmoja wa wataalam katika kitengo cha maabara ya kituo cha kimataifa cha utafiti wa mboga duniani Wade Vegetable Center akiwa chini ya Dr. Judith Habeti. Bila tafiti zetu hizi za kisayansi za kuangalia vimelea vinavyosumbua mimea ni kwamba hata wale wa sekta nyingine zote wanaweza wakakwama kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sisi tunato, tunakuja na ile solution ambayo inakuja kumsaidia kuanzia ngazi ya mkulima mpaka mtafiti mwenyewe asiweze kupata hasara katika mazao yake. Sisi ni kwamba tunaweka ile mimea inakuwa ya kijani. Wanasema mapinduzi ya kijani yapo kuanzia sisi watafiti wanawake ambao tunaangalia magonjwa ya mimea kupitia tafiti hizi. Msichana Siama Dokomolo, Dr Judith Habati na wenzake wanamsaidia kuleta mapinduzi ya kilimo na kupambana na njaa duniani. Sisi tunatoka kwenye taasisi inaitwa World Vegetable Center. Okay? Kwa Kiswahili tukitafsiri ni taasisi ya mboga mboga duniani. Tunafanya kazi gani kwenye hiyo taasisi? Tunafanya utafiti. Umeshasikia utafiti au yeah? Tafiti si ndio? tunaangalia mboga, tunachambua, tunachambua, tunaangalia mbegu, tunaangalia, tunaangalia, tunasema ah, hii ni mbegu bora, hii tunaweza kumpelekea huyu huyo, anaanza kupanda hivyo, sawa. Kilimo sio tu jembe na udongo, ni sayansi, ni teknolojia, ni maisha yetu ya wanaamini, kwa sababu wanaona kwamba tunapoteza muda, tuone au shuleni kwa mfano kama mimi nilivyosoma form 1 mpaka form 6, diploma degree na mpango wa kuendelea na masters, wanaona nazidi kupoteza muda, ni bora upeani watu wapate eh, wapate ng'ombe na mali zingine. Lakini nashauri kwamba hakuna muda tunaopoteza. Hata sasa hivi nikiamua kuolewa, bado ng'ombe wale wale watapelekwa nyumbani. Kutoka Loliondo hadi maabara ya utafiti, safari ya Siama Dokomolo inatoa ujumbe mmoja kwa wasichana wote wa Kimaasai: ndoto zao zinaweza kufikiwa. Hii ni safari ya msichana wa Kimaasai aliyepambana na mila, akaamini katika elimu, na sasa anabadili sekta ya kilimo kupitia sayansi. Dickson Busagaga, Clouds TV, Arusha.